Miongoni mwa mambo yaliyofanywa na serikali katika kuboresha maslahi ya watumishi ni pamoja na kutungwa kwa sera mpya ya malipo ya mishahara na motisha kwa watumishi wa umma na kuundwa kwa bodi ya mishahara katika utumishi wa umma. Kadhalika, serikali imechukua imekuwa ikichukua hatua mbalimbali mbali ili kuboresha maslahi ya wafanyakazi kulingana na ukuaji wa uchumi. Napenda kupitia sherehe hizi kuwaomba wafanyakazi wote kufanya kazi kwa bidii, kulipa kodi mbalimbali mbali kwa uaminifu mkubwa, kudai risiti pale unaponunua bidhaa na kutoa taarifa kwa wale wote wanaokwepa kulipa kodi. Tukifanya mambo haya, tutasaidia serikali yetu kuongeza mapato na hivyo kuboresha mishahara na maslahi mengine ya watumishi wa umma. Hali kadhalika walioko sekta binafsi, ni wito wangu kwenu kuongeza bidii katika maeneo yenu ya kazi ili kuongeza uzalishaji na faida kwa mwajiri ili maslahi na haki za watumishi ziweze pia kuboresha. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, katika risala iliyosomwa imeelezwa kuwa kuna baadhi ya waajiri kutoka sekta binafsi, hasa waajiri wa vyama vya ushirika, wanakwamisha mikataba ya hali bora. Kimsingi, kukwamisha mikataba hiyo ya hali bora ni kinyume cha sheria ya ajira na mahusiano kazini. Kwa kuwa swala hilo ni la kisheria, nawaelekeza waajiri wote kutekeleza swala hilo, na nitapenda kupitia viongozi wa vyama vya wafanyakazi mkoa kupata orodha ya waajiri ambao wanakiuka sheria hiyo ili hatua ziweze kuchukuliwa. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, kadhalika kadhalika, kwenye risala iliyosomwa pia imeelezwa kuwa kuna baadhi ya waajiri hasa sekta binafsi hawalipi mishahara kwa wakati kama sheria inavyoelekeza. Kupitia hadhara hii, namwagiza kamishna wa kazi mkoa wa Kagera kufuatilia waajiri wote ambao hawalipi mishahara ya wafanyakazi kwa wakati na ambao wana malimbikizo ya mishahara ya wafanyakazi, kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, kwani kutolipa mishahara ya watumishi ni ukiukwaji mkubwa wa sheria. Ndugu wafanyakazi, wakati waajiri wanatimiza wajibu wao wa kulipa mishahara na stahiki zingine za wafanyakazi, natoa wito kwa wafanyakazi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu, kwani haki siku zote zinakwenda sambamba na wajibu. Hivyo kila mtumishi ahakikisha anatimiza wajibu wake kwa kufanya kazi kwa bidii, maarifa, ubunifu, weledi na uadilifu. Ndugu mwenyekiti wa TUKTA, viongozi na wafanyakazi wenzangu, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba kuwakumbusha wafanyakazi wote kuwa katika mkoa wetu wa Kagera mwaka huu tutakuwa na uchaguzi mkuu wa viongozi wetu na wasihi sote tushiriki kikamilifu katika uchaguzi huo. Mwisho, napenda kwa mara nyingine kuwashukuru viongozi wa TUKTA mkoa wa Kagera kwa kunialika kuungana nanyi katika sherehe hii muhimu.